Ya tatu mtawalia hali imesalia tete nchini Tanzania, raia wa taifa hilo wakiendelea kuandamana kupinga uchaguzi ulioandaliwa siku ya Jumatano. Serikali ya Tanzania imepeleka majeshi yake kwenye maeneo yaliyokumbwa na machafuko ya maandamano ya uchaguzi, jijini Dar es Salaam ikiwa ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na maandamano hayo. Hayo yanajiri wakati ambao tume ya uchaguzi ikitarajiwa kumtangaza mshindi wa uchaguzi huo. Maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano nchini Tanzania umeingia siku ya tatu sasa huku serikali ya Tanzania ikilazimika kuwapeleka majeshi yake kwenye maeneo yaliyokumbwa na machafuko. Miongoni mwa maeneo yaliyoshamiri maandamano hayo ni pamoja na jiji la Dar es Salaam, Mwanza na Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania. Wito wetu kwa jamii ya kimataifa, UN na bunge la umoja Ulaya na shirika zote za haki za binadamu, ifutulie mbali uchaguzi huo na isitambulike serikali ya nchi zingine ya nje ya Tanzania itusaidie kwa hili Yani, kama mimi binafsi hiyo uongozi na ukataa. Wanajeshi wanaendelea kushika doria kuhakikisha kuwa utulivu umerejea nchini na kuwazuia waandamanaji kutoharibu mali. Haya yanajiri huku tume ya uchaguzi nchini humo NEC nayo ikiendelea kutangaza matokeo na kutarajiwa kumtangaza mshindi katika uchaguzi wa urais <tuhi> li imesalia tete katika mipaka ya Kenya na Tanzania kama vile Namanga, Isebania na Horohoro ambako mwanahabari Juma Shoka amekamatwa na mamlaka ya Tanzania. Uh, tulikuja hapa mwendo wa asubuhi na tulikuwa na mwanahabari kutoka uh, stesheni ya Nyota FM uh, kwa majina anaitwa uh, Shoka. Uh, lengo letu la kufika maeneo haya ni kuangalia situation uh, ndani ya Kenya na lengo letu ilikuwa hapo pia ni kuaddress masuala ya haki za kibinadamu namna zinavyokiukwa kwa nchi jirani ya Tanzania, lakini tutavuongea yule mwandishi wa habari ameshikwa na amebaki pale, wamekuwa detained na we fear for safety na vile mambo yalivyo Tanzania, sijui utamfanyaje sasa. Tuna appeal tu kama Kenya atafina haraka haraka na ili achiliwe, manake tunaw, tunaw, tunahofia usalama wake. Shaban amebaki chini ya ulinzi ya Tanzania na amekuwa detained Tanzania. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanaitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati na kukomesha ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. La serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania ya tatu Tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa ya pamoja na mauaji na mengineo. Veronica David, Undugu TV.